Leo nataka nizungumzie kidogo kuhusiana na kitabu hiki ambacho Mungu amenijalia kukiandika, kinaitwa Mwongozo wa Maisha ya Mwanamke Mtumishi wa Kristo. Kitabu hiki ni kitabu ambacho ni cha muhimu sana, ambacho kila mwanamke ambaye ana lengo la kumtumikia Mungu na kuwa na ustawi katika familia yake ni muhimu sana kukisoma. Inawezekana ukao unajiuliza au umewahi kukutana swali kama hili kwamba, je, kati ya baba na mama katika familia nani mwenye umuhimu zaidi? inawezekana ni swala ambayo umekuwa ukijiuliza, na watu wengi wamekuwa wakijiuliza kuhusiana na kitu kama hicho. Na wengine wanasema kwamba baba ni muhimu zaidi, wengine wanasema mama ni muhimu zaidi, lakini mimi leo nataka nije na mtazamo wangu na kile ambacho nimejaribu kuonyesha hapa kwenye kitabu. Katika kitabu hiki nimemzungumzia mwanamke kama nguzo ya familia. Sasa ninapomzungumzia mwanamke kama nguzo ya familia, ninafahamu fika kwamba Mungu ndiye mwanzilishi wa familia. Baba ni msingi wa familia na mwanamke ni nguzo ya familia. Na unaposoma katika kitabu cha Mithali sura ile ya kumi na nne na mstari wa kwanza, Biblia nasema mwanamke mwenye hekima hujenga nyumba yake kwa mikono yake mwenyewe, na mwanamke mpumbavu huibomoa nyumba kwa mikono yake mwenyewe. Sasa ukichukulia mfano wa nyumba hizi za kisasa ambazo zinajengwa siku hizi, unakuta nyumba ina msingi na baada ya msingi kuna nguzo. Sasa ukifuatilia utakuta wakati mafundi wanajenga msingi, watatumia simenti, watatumia kokoto, watatumia nondo, wanajenga msingi wa nyumba. Na wanapojenga nguzo pia utakuta wanatumia vitu vile vile, watatumia simenti, watatumia uh, kokoto, watatumia nondo na vitu vingine kuijenga nyumba hiyo. Kwa maana hiyo, sasa uta, utagundua kumbe umuhimu ambao mafundi wanaopatia wa msingi wa nyumba ni ndio msingi huo ndio umuhimu huo huo wanaozipatia nguzo za nyumba. Sasa ukitembea katika maeneo mbalimbali unaweza ukakuta kuta za nyumba ambazo zimebomoka kwa sababu aidha nguzo zake zimekuwa dhaifu au kuta hizo zilijengwa bila kuwa na nguzo. Kwa maana hiyo, nguzo ikiwa dhaifu ukuta huo unaweza ukakosa uimara na ukabomoka. Sasa ukazingatia mambo hayo yote, utagundua, na mimi hiki ndicho ambacho nimekieleza, utagundua kwamba baba ni muhimu katika familia na mama ni muhimu pia katika familia. Jambo la muhimu katika haya ni kila mtu aweze kuitambua nafasi yake na asimame kwenye nafasi yake. Mambo hayo yakifanyika, kila mtu anakuwa muhimu kulingana mwenzake katika familia. Kwa hiyo nataka nihitimisha kusema hivi Baba usimchukulie poa mama, lakini mama usimchukulie poa baba katika familia. Nyote simameni kwenye nafasi yenu, kila, kila mtu aweze ku play part yake, mwisho wa siku muweze kujenga familia yenu iweze kuwa ni familia bora na yenye ustawi. Kitu cha mwisho kabisa, ikawa wewe ni baba au ni mama, kitabu hiki ni kitabu cha muhimu sana ambacho unapaswa kukisoma, na nitoe wito pia kwa mashirika mbalimbali yanayoshughulika na, ya na, na masuala ya wanawake. Kitabu hiki ni ni, ni muhimu sana ukaweza kukichukua na kukipeleka kwa wanawake kadiri unavyoweza. Lakini inawezekana wewe ni mtu binafsi ambaye haushughuli ambaye haushughuliki sana na wanawake, lakini Mungu amekupa nafasi ya kifedha. Nataka nitoe wito pia kwako, kwa wewe, na niombe kupitia namba yangu ya simu hii ambayo unaiona hapo kwenye video tuwasiliane. Kama Mungu amekujalia, unaweza una uwezo wa kifedha, unaweza kutoa sadaka yako, vitabu hivi vikachapishwa kwa wingi na vikaenda sehemu mbalimbali vijijini kule, wanawake wakavisoma, ili kwamba waweze kupata maarifa ambayo yanasaidia kusimama kwenye nafasi za kwao, waende kumtumikia Mungu akiwa na ujasiri sana, kwa sababu maandiko yanasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Mtu anapopata maarifa inamsaidia kuweza kusonga mbele na kufanya vizuri katika nafasi ya kwake. Kwa hiyo kama Mungu amekujalia una uwezo kifedha, Uh, unaweza ukatoa sadaka yako, na nikuombe umetoa sadaka yako ili vitabu hivi vizalishwe kwa wingi viweze kuwafikia wanawake wengi sana, uh, na wengi waweze kusoma kafanyike baraka katika maisha. Kwa kufanya hivyo, utakufanya kazi ya Mungu, utakuwa ume, ume, umefanya jambo lenye maana sana mbele za Bwana na Mungu hatakuacha kabisa, na ninakuombea baraka za Bwana unapochukua hatua ziweze kuwa juu yako, na Mungu akubariki sana.